Wengi wamekuwa kidai wametumia dawa za bawasiri lakini hawajapata matokeo, sababu ya wanatumia steroids nyingi bila kufahamu chanzo cha tatizo, kwa sababu dawa hizi huwa ziondoi kiini cha tatizo. Ndio maana utakuta unazitumia mara kwa mara, lakini changamoto bado iko pale pale. Na nimeshakwambia kwamba unapokuwa unatibu bawasiri, chanzo cha bawasiri ni mishipa inayopatikana kwenye njia ya kubwa. Kwa hiyo ukipata dawa ambayo ina, inasafisha ile mishipa na kuimarisha ile mishipa kwenye njia ya kubwa ina ni njia mojawapo rahisi sana ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto ya bawasiri. Ndio maana wengi wakitumia a, Paelikea, Paelikea ni package za dawa tatu ambazo zinakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Hautahisi uvimbe, hautapata choo cha damu, hautapata maumivu, lakini pia hautapata miwasho, na utaweza kupata choo kabisa vizuri na uvimbe hautarudia tena. Kwa hiyo epuka steroids mara kwa mara, hakikisha unapata dawa sahihi sahii ii leo, kama bado unateseka na bawasiri, kwa msaada zaidi, karibu na Mungu akubariki.